Ukienda kwao is okay. Kama sisi tupata chance, tutapata wachezaji wengine. Kwa nani alitarajia sisi makufika hapa kuna leo? kuna kuna mtu mtu alijua alijua leo Simba Simba atacheza atacheza mpaka sasa hivi finali ya kombe la shirikisho? Hakuna mtu yote alijua, lakini Simba inacheza na inapambana na leo tunapata ushindi hao. Ah, wamefanya mazoezi pamoja, walikuwa pamoja na no, wamefanya mazoezi siku zote, si Simba inapambana na shirikisho, lakini leo iko situmwafunga kwa maana penalti mbili Ah, Singida, uliziona na unaamini ilikuwa ni penati? Mwamuzi ndo mwenye, mwamuzi ya mwisho na yeye ndo mwenye macho ya kuona. Mwamuzi kama ameona sio penati, mimi si kwamba sio penati, yeye ndo mwamuzi. Yeah lakini, wewe jicho lako limeona. Mimi nimeona sio penati, nilikuwepo hapa naona sio penati, wanajiangusha tu wanajiangusha, jamani, milioni mia mbili nyingi sana zinawachanganya watoto wa watu vichwani. Wewe umeona yule alichoshika kifimbo pa mashabiki zile milioni mia mbili zinawachanganya sa vurugwa. Kwa hiyo mimi simlaumu refari, amepei pati yake, amechezesha vile ambavyo ameona, ameona sio penati sio penalty. Agi, imekuwa mechi ngumu, lakini mmeondoka na alama tatu, mnaendelea kuishi e, kwenye matumaini ya ubingwa, mnaenda kwenye mchezo unaofuata wa nusu uh, finali ya CRDB. Young Africans amesha tangulia kwenye fainali, mchezo wa finali nusu finali unautazama vipi? Kwa sababu huwa hapa tayari tumeona ugumu wake na namna ambavyo wachezaji wamepambana, siku zote Simba kicheza na Singida mechi haijawa nyepesi, yaani Simba akiwa anacheza na Singida ni sawa anacheza na Yanga B, ukiwa anacheza na timu yoyote ambayo ina vinasaba vya Yanga lazima mechi iwe ngumu. Sisi tulikuwa tunajua mechi ni ngumu kwa sababu kwanza tumetoka kwenye finali. Timu imecheza kikosi kilichoanza leo ndio kikosi kilichoanza mechi na Berkane. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ni ngumu sana kwa sababu tulikuwa tunategemea kwanza uchovu wa wachezaji. Wamecheza Jumapili, wamekuja Jumatatu wamevuka, Jumanne wamepata muda mdogo wa kufanya mazoezi, leo wanacheza mechi. Kwa hiyo hata wao wamepambana. Ni mechi ngumu sana. Hata mechi ya Dar es Salaam moja haiwezi kuwa mechi nyepesi kwa sababu Yanga hataki Simba akacheze finali, anataka akacheze na ndugu yake. Kwa hiyo hata sisi tunajua mechi haitakuwa ngumu lakini Kikubwa ni kwamba kwa... kama tulivyopambana leo ndivyo ambavyo tutaenda kupambana na manyara na tutapata ushindi. Kiwango cha Mkwala na goli alofuta, mimi nampongeza Mkwala, amepambana, alikosa chance kadhaa, lakini ile moja alopata ya goli amefunga goli. Kikubwa tunampongeza na amefanya vizuri na sisi tunasema wachezaji wetu wote wanapambana na mwalimu anawapa nafasi, kila anayepata nafasi anapambana. Leo amepata Mkwala, amefunga goli, ametuinua, amefanya vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi Wana, yote atakayepata chance anafunga magoli, tukutane tarehe 31. Shukrani sana.